Mahakama Kuu ya Tanzania masuala ndogo ya Dar es Salaam imeahirisha kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, Tundu Lissu, hadi Novemba 3, 2025 baada ya upande wa mashtaka kushindwa kuendelea kutokana na kukosekana kwa shahidi. Wakili mkuu wa serikali Renatus Mkude aliieleza mahakama kuwa upande wa jamhuri ulikuwa tayari umeshatoa ushahidi kupitia mashahidi watatu, lakini shahidi watatu Mkaguzi wa polisi na mtaalamu wa uchunguzi wa kielektroniki Samuel Kahaya alishindwa kuwasilisha vielelezo vya vyake vya flash disk na memory card baada ya mahakama kukataa kuvipokea. Kwa sasa hatuna shahidi mwingine aliye tayari kutoa ushahidi kwa kuwa waliopangwa wanatoka nje ya Dar es Salaam na wanahitaji maandalizi zaidi kwa mujibu wa wakili huyo wa serikali tarehe tatu novemba ishirini ishiina tano ndio imepangwa kuwa ni ratiba ya kesi hiyo hivyo aliomba shauri hilo liendelee siku hiyo hata hivyo lisu alipinga ombi hilo la kuahirishwa akidai kuwa sababu zilizotolewa na upande wa jamhuri hazina msingi wa kisheria kutokana na hatua hiyo jaji nduguru alisema mahakama imezingatia hoja za pande zote mbili na kubaini kuwa ombi la kuahirisha lina msingi wa kisheria kwa kuwa upande wa mashtaka haujawahi kukosa shahidi tangu shauri lianze. Hivyo kesi ikaahirishwa hadi Novemba tatu 2025. Mahakama ya Afrika Kusini imetoa agizo kwa rais wa zamani Jacob Zuma kulipa zaidi ya euro milioni moja ndani ya siku stini baada ya kupatikana na hatia ya kutumia fedha za umma kwa matumizi yake binafsi. Amri hiyo imetolewa wiki hii, ambapo kesi dhidi ya kiongozi huyo mstaafu imekuwa ikichunguzwa kwa miaka kadhaa, ikihusisha madai ya matumizi ya pesa za umma kwa masuala yake binafsi. Mnamo mwaka ishirini ishirini na moja mawakili wa Zuma walidai kuwa hakuhusika katika matumizi binafsi ya fedha hizo wakati mahakama kuu ya Pretoria ilipokataa hoja hiyo na kuthibitisha kuwa Zuma alitumia fedha za umma kinyume cha sheria. Endapo Zuma hatalipa kiasi hicho ndani ya muda uliowekwa, pensheni yake ya urais inaweza kuzuiwa. Zuma amesema kuwa amepanga kukutana na mawakili wake ili kuweza kujadili hatua zinazofuata. Chama cha muungano wa kidemokrasia ambapo ni chama cha pili cha ukubwa nchini Afrika ya kusini kimepongeza uamuzi huo wa mahakama na kutarajia kuona Zuma akitimiza wajibu wake wa kulipa fedha hizo Aidha Zuma alilazimika kujiuzulu mwaka elfu mbili na kumi na nane kufuatia msururu wa kashfa za ufisadi uamuzi huu wa mahakama unachukuliwa kama hatua muhimu katika kuwajibisha viongozi waliotumia vibaya madaraka yao Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara anawania muula wa nne katika uchaguzi wa siku ya Jumamosi akiahidi kuendeleza ukuaji thabiti, huku wakosoaji wakilaani kile wanachokieleza kama jitihada za serikali yake za kukandamiza upinzani. Uchaguzi katika nchi hiyo, mzalishaji mkubwa wa kikao duniani, unawakutanisha Ouattara mwenye umri wa miaka themanini na tatu dhidi ya mawaziri wawili wa zamani wa serikali pamoja na mke wa zamani wa msemaji wa serikali na mtangulizi wake Laurent Gabo. Owatara ndiyo mgombea pekee anayeungwa mkono na chama chenye nguvu cha kisiasa na hivyo kumfanya kuwa kipenzi cha wengi. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitisha mara moja mazungumzo yote ya kibiashara pamoja na Kanada, akitaja tangazo la televisheni lililotumia sauti ya rais wa zamani Ronald Reagan akipinga sera za ushuru kama kichocheo cha uamuzi huo Kupitia chapisho kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump alisema tangazo hilo lililodhaminiwa na serikali ya jimbo la Ontario limeonyesha mwenendo wa kukera unaolenga kuingilia masuala ya ndani ya Marekani. Rais huyo ameweka kodi ya asilimia thelathini na tano kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka Canada, ingawa ameidhinisha msamaha kwa bidhaa fulani zilizo chini ya makubaliano ya kibiashara. Ni zaidi ya habari.